Usiwekeze UTT kwa kufata mkumbo, usiwekeze UTT bila kutazama hii video. Jina yangu naitwa Rebeka Samuel, ni mkufunzi wa masuala ya kifedha yaani. Katika chaneli hii utajifunza namna gani ya kujiongezea kipato, namna gani ya kumeneji hiyo pesa, na namna gani ya kuhakikisha hiyo pesa yako ina inafanya kazi kukuletea pesa zaidi, ili ufikie uhuru wako wa kifedha. Kama hii ni mara yako ya kwanza kukutana na video zangu, hakikisha una subscribe ili usipitwe tena katika kupata elimu ya fedha. UTT ni kifupi cha neno Unit Trust Fund, yaani ni taasisi ambayo itakusaidia wewe kufanya uwekezaji, hasa kama hauna elimu, hauna pesa nyingi kwa sababu wanakusanya pesa ndogondogo ndogo za watu mbalimbali mbali na kuwekeza katika mifuko ya pamoja. Kama una madeni yenye interest rate kubwa zaidi ya asilimia kumi na mbili, basi usiwekeze kwanza, lipa kwanza hayo madeni, kwa sababu uwekezaji mara nyingi wa UTT faida yake au riba ina range kuanzia asilimia kumi mpaka kumi na mbili. Kwa hiyo kama wewe mkopo wako ni wa asilimia kumi na tisa sasa unavyowekeza ni kama tu unajicheleweshea na unajiongezea riba katika mikopo yako. Ni vyema ukaenda ukamalizana na mikopo yako, alafu ndo ukaanza kuwekeza ukijua kwamba una mikopo ambayo ni mido, ina riba ndogo na unaweza ukai service. Lakini kujilimbikizia mikopo huku unawekeza haitokusaidia, itakuumiza zaidi kiuchumi. Usiwekeze UTT kwa kufata mkumbo, yaani umesikia watu, mimi nawekeza UTT, na ukaenda kununua vipande UTT. Havito kusaidia. Kwa sababu bila lengo bila nia ni ngumu kufikia pale ambapo unataka kufikia. Lazima ujue kwanza kwa nini unataka kuwekeza UTT. Je, upo kwa ajili ya kupata return kila mwezi, au upo kwa ajili ya lengo kubwa la miaka kumi au kumi na tano au ishirini na tano? Kila mtu ana lengo lake na ni vyema ukaenda katika uwekezaji ukiwa na lengo maalum, yaani kama mimi nataka nistafu nikiwa na miaka arobaini na tano, labda mbeleni huko nibakiza na miaka sasa hivi labda nibakiza miaka ishirini na tano. Kwa hiyo nitafanya uwekezaji wa miaka ishirini na tano, lakini wewe ukiniiga utashindwa katika, utaishia katikati kwa sababu hujui vision yangu hujui lengo langu. Kwa ni vyema zaidi ukakaa chini, ukajitafakari mimi nataka niwekeze kwa lengo gani? Kama nataka kuwekeza kwa lengo la muda mrefu, basi utachagua uta scheme ambayo itaendana na lengo lako. Lakini kama unataka kuwekeza kwa muda mfupi, let's say nataka niwekeze niwe tu niwe na uwezo wa kupata hela yangu muda wote, basi utachukua liquid fund. Lakini kama una lengo la muda mrefu, hofu kuwekeza kwa scheme ya muda mfupi, hautopata ile return ya mwe, kila mwezi au kila mwaka ambayo unaitarajia. Hakikisha una budget ambayo inasupport lengo lako la uwekezaji. Kuanza kuwekeza bila kuwa na budget, ni kama unatonga maji kwenye kinu. Kwa sababu budget yako ndo msingi, ndo inahakikisha kwamba ile hela ya uwekezaji hauitumii. You're not eating your babies, you're not eating your slaves. Okay, kwamba ukiwa na budget unahakikisha kwamba kuna pesa ambayo umeitenga specifically kwa ajili ya kufanya uwekezaji. Inaweza ikawa asilimia kumi, ishirini au thelathini, inategemea na kipato chako ni kiasi gani. Kwa hiyo bila kuwa na budget, hautofikia lengo lako la uwekezaji. Nyingine hakikisha una emergency fund, kwa sababu kumbuka uwekezaji mara nyingi ni wa muda mrefu, sio rahisi kupata hela yako muda wowote. Yani kama sasa hivi umepata emergency, umepata ajali, huwezi ukapata hela yako ya uwekezaji hata kama ni UTT hata kama ni liquid fund siku hiyo hiyo. Kwa hiyo ni vyema ukawa na emergency fund ambayo unaweza ukachukua hela yako muda wowote na na kushauri uweke hiyo emergency fund kwenye bank, ile hela ambayo unaweza kaipata muda wowote wa emergency. Jamani, matatizo hayabishi hodi, yanakuja haya ya tu kwa ni vyema ukawa na emergency fund. Na kitu kingine wapenzi, ni kuchelewa kuanza uwekezaji. Yaani, kuna watu hapa kila siku wanajifikiria hivi, nianze kuwekeza au nisianze? Jamani, wekeza. We don't expect you kufanya kazi ukiwa na miaka 85. Kuna watu wanatazama hii video mpaka sasa hivi hawajawekeza hata shilingi elfu kumi. Why? Kwa nini haujaanza kuwekeza? Kwa sababu kama video ya kuelekeza hatua kwa hatua nisha itengeneza na nimesha upload. Lakini kama ulikuwa hujaiona, basi ndio kwenye description. Uiangalie ile video kwa sababu nimeelezea hatua kwa hatua namna gani unaweza ukaanza kuwekeza UTT. Ni vyema ukaanza sasa hivi kwa sababu kuna power of compounding yani, ile faida unayoipata faida zaidi na kaza zaidi. Faida faida zaidi yani, kama mtu anaanza kuwekeza leo hata kama ni laki moja moja ndani ya miaka 10 25, yule mtu yupo mbali sana. Hata uje kwanza baada ya miaka mitano ukaanza kwa laki mbili mbili, huwezi kumfikia, kwa sababu kuna power of compounding, yaani kile kiasi cha pesa ulichokiweka sasa hivi na chenye kikazaa, na ile iliyezaa ikazaa zaidi, na ile iliyezaa ikazaa, endelea kuzaa, endelea kuzaa, mwisho wa siku unapata faida ambayo hukutarajia. Kama una lengo la kustafu mapema ukiwa na uhuru wa kifedha Kuwekeza ni msingi, huwezi ukaruka kuwekeza. Okay, hakikisha unajifunza na unaanza sasa. Jina langu naitwa Rebeka. See you in my next video.